Watlu alayhim naba nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaykum maqami, na wasome habari za Mtume Nuhu wakati alipoambia watu wake kuwa enyi watu wangu, ikiwa mnachukizwa na kuishi kwangu na nyinyi In kana kabura alaykum maqami wa tadhkiri bi ayati Allah fa'ala Allah fa'ala Allah tawakkaltu fa'ajmi'u amrakum wa shurakaakum thumma la yakun. Enyi watu wangu, ikiwa mnachukizwa na kuishi kwangu na nyinyi na kukumbusha kwangu aya za Allah, basi mimi nimemtegemea Allah tu. thumma la yakun amrukum alaykum ghummatan thumma qudu thumma qudu la thumma qudu thumma qudu ilayya wa la tunzirun, basi amueni jambo lenu nyinyi na washirika miungu wenu kisha jambo lenu lisiwe la kificho, kisha pitisheni hukumu kwangu na msinicheleweshe. Fa in tawallaytum fama saltukum min ajr in ajrya illa ala llah wa umirtu an akuna min almuslimin, basi mkikengeuka, mimi sikukuombeni ujira wowote, wa ujira wangu haupo popote isipokuwa kwa, kwa Allah tu na nimeamrishwa niwe miongoni mwa Waislamu.

Tukamwokoa yeye na waliokuwepo pamoja naye katika mashua na tukawafanya warithi wa nafasi za walio tukamwokoa yeye na waliokuwepo pamoja naye katika mashua na tukawafanya warithi wa nafasi za walioangamizwa na tukawazamisha baharini wale waliozikadhibisha aya zetu. Basi angalia namna ulivyokuwa mwisho wa walioonywa.

Kisha baada yake tuliwatuma mitume mbalimbali mbali kwa watu wao, na mitume hao waliwaendea kwa hoja za waziwazi. Hawakuweza kuyaamini yale waliyoyapinga hapo kabla. Kama hivyo tunazipiga chapa nyoyo za watu wavukao wa mipaka ya sheria za Allah. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa wa Haruna ila Fir'auna wa mala'ih Ila Firauna wa malaihi biayatina fastakbaru wa kanu qawman mujrimin, kisha tukamtuma Musa na Harun baada ya hao kwenda kwa Firauni na mamwinyi wake wakiwa na aya zetu, basi wakafanya kiburi na wakawa watu wakosefu. Falamma jaahumul haqq min indina qalu inna hadha lasihrun mubin, basi lipowajia haki kutoka kwetu walisema bila shaka huu khasa ni uchawi uliodhahiri sana.

Ma wajadna alayhi abaana watakuna lakuma al-kibriya fil ardi wama nahnu lakuma bimuminin. Wakasema hivi umetujia ili utuondoe katika yale tuliyowakuta nayo baba zetu, na ukubwa uwe wenu wawili nyie katika ardhi.

Musa aliwaambia tupeni chini mnavyotaka kuvitupa chini chiniflma alqau qala musa ma jitum bihi lsir in llah syublh in allah la ysl ml lmufsidin. Basi wachawi walipotupa, Musa akasema hiki mlicholeta ni uchawi, hakika Allah ataubatilisha

ala khawfin min firauna wa malaihim an yaftinahum wa inna firauna laalin fil ardi wa innahu la min almusrifin, basi hakuna aliyemwamini Musa pamoja na dalili na hoja zote alizowaonyesha, isipokuwa vijana wachache katika kaumu yake, huku wakiwa na hofu ya kumwogopa Firauni nama na mwenye wao wasiotese, na hakika kabisa Firauni alikuwa mwenye kujikweza ardhini, na kwa yakini kabisa yeye Firauni alikuwa miongoni mwa waliokiuka mipaka katika kufanya uovu. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin, Na Musa alisema enyi watu wangu, kama kweli nyinyi mmemwamini Allah, basi mtegemeni yeye tu, kama nyinyi mkiwa Waislamu kweli. Faqalu ala allahi tawakkalna rabbana la tajalna fitnatan lilqawmi adhalimin, basi wakasema Allah tu tunamtegemea. Ewe Mola wetu Mlezi, usitufanye mtihani kwa watu madhalimu. Wanajjina birahmatika min alqawmi alkafirin, na utuokoe kwa rehma zako

Na Musa alisema: ewe Mola wetu Mlezi, bila shaka umempa Firauni na mamwinyi wake mapambo na mali nyingi katika maisha ya duniani, na hawakushukuru. Ewe Mola wetu Mlezi, umewapa hivyo vyote na wanavitumia ili kuwapoteza watu wasifuate njia yako. Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yuaminuu fala yuaminuu hatta yarawu aladhab alalim, ewe mola wetu mlezi, zifute mali zao na mioyo yao ifanye kuwa migumu, ili wasiamini, hali waione adhabu yaumizayo mno qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabiani sabila alladhina la yalamun, Allah akasema hakika maombi yenu yamekubaliwa, basi simameni imara, na katumsifuate njia ya wale wasiojua, wasiokuwa na elimu.